Klabu zipo nyingi ambazo zimetoa ofa lakini kwamba iko kitu bwana kikuwa anasimamia ndugu yangu ambao ni meneji yangu kangu, ye ndo kakaangu Simoni, yeye ndio kila kitu, na hivyo vitu kidogo ni secret sana. Linaambia ni, ni jitahidi sana kuwamsili. Kwa sasa hivi siwezi kulizungumzia sana hilo swala, na naamini utakuja kuona na utasikia. Yani nani umejifunza vingi, kwa kweli vingi sana. Cha kwanza kama hiki Eh, hey, kuinspira vijana ni kitu kikubwa sana. Ah. Yeah. Sisi tumefundishwa nizamu kwamba mtu yoyote anayekuja tunafanya naye kazi. Kikubwa ni ushirikiano. Lakini swala hilo kikweli ni wacheo uongozi, hilo la wao. Siwezi kuliongelea sana. Changamoto ipo kwa sababu kila kijana ndio kucheza. Kila kijana ana uwezo kwa hiyo ni kujituma kwako, discipline yako, ah, yeah, uvumilivu. Unacheza. Ah, see. Ni swali unajua da, yaani hilo swali kikweli utanitia sana lawama. Serious, nakwambia hilo swali tutaendia sana lawama ila ni wengi, ni wengi hasa hao waliochaguliwa kuwa wachezaji bora wa thelathini kiukweli wameistahili, ya wameistahili ah, cha kwanza naanza kwa vijana ambao wanapenda michezo. Cha kwanza wawe na nidhamu, wawe na nidhamu, wa nidhamu cha kwanza. Cha pili waipende kitu walichokichagua, kwa sababu ni maisha. Ukitoa fani yani maisha yao, wanaona mifano mingi, wanaiona vijana wengi kaka zetu wengi ambao wametangulia, wakina Samata na Simon Msuva, wanaona mafanikio yao. Wakiwa serious, wakiwa wakizingatia, basi watafika mbali. Hiyo cha kwanza. Cha pili ni kwamba wawe na nidhamu kubwa sana. Bila nidhamu huwezi kufika popote, yeah.